Kwaida muogope Mwenyezi Mungu, wewe utakufa rahisi rahisi, usifanye hiki, usidhulumu wenzako, unaingia uoga kwa sababu unapewa maneno ya Mwenyezi Mungu. Ayo ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wa Tabora, serikali yangu mtakayochagua itakuwa na washauri wa kiroho Ikulu ambao tutawapangia ratiba ya, ya kuleta ujumbe kila wakati kwa ajili ya taifa letu kwa hiyo mtakaponichagua nichagua, mjue, serikali yangu na nchi yetu itakuwa salama. Mimi sintawatumia viongozi wa dini mambo yakiharibika, ndio naambia viongozi wa dini, ombeni mimi. Watakuwa katika sehemu ya uongozi wangu, watakuwa sehemu ya madaraka yangu, nchi itakwenda vizuri, itapigwa aya itapigwa Biblia iki ikapigwa maombi, watu watanyooka. Kutakuwa hakuna ufisadi, kutakuwa hakuna wizi, kutakuwa hakuna wauswa. Ndugu zangu wa Tabora, nendeni mkanipigia kura niwe rais, tunyooshe hii nchi yetu. Jambo lingine ambayo tumekubaliana ni kulinda na kutetea maslahi mapana ya vyombo vya habari katika kutekeleza uhuru wa habari na utendaji kazi zao na kusimamia kuwa ajira rasmi na ya kudumu. Ndugu